wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Lisu amesomewa mashtaka manne ikiwani ikiwemo pia la uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam. Lisu alikamatwa jana na jeshi la polisi Songea wilayani Mbinga mkoani Ruvuma muda mfupi baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara na kufikishwa kwa mahojiano katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam. Lisu amefikishwa alasiri na kusomewa mashtaka yake manne yanayomkabili katika kesi mbili tofauti. Amesomewa mashtaka yake na wakili wa serikali mkuu na Sorokatuga akisaidiana na wakili wa serikali Harison Lukosi mbele ya hakimu mkazi mkuu Franko Kiswaga na hakimu mkazi mfawidhi Jofrey Muhini. Katika kesi zote upande wa jamhuri no. Katika kesi zote upande wa jamhuri unawakilishwa na jopo la mawakili watano chini ya wakili wa serikali mkuu na Sorokatuga. Huku upande wa utetezi ukiwa na jopo la mawakili saba chini ya Dkt. Rugemeleza Nshala. Katika shtaka la kwanza, ni la uhaini ambapo inadaiwa kuwa Aprili 3 ya mwaka huu katika mkoa na jiji la Dar es Salaam na akiwa raia wa Tanzania, mshtakiwa alitengeneza nia ya kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu, akijua ni kinyume na sheria. Baada ya mshtakiwa kusomewa shtaka lake, hakuruhusiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo, na kesi hiyo ikaahirishwa hadi Aprili ishirini na nne ya mwaka huu katika kesi hii ya pili mshtakiwa amesomewa jumla ya mashtaka matatu ambayo yote haya ni ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Katika shtaka la kwanza inadaiwa kwamba Aprili tatu ya mwaka huu 2025 mshtakiwa akiwa jijini Dar es Salaam alichapisha taarifa kwenye mtandao wa YouTube zikisema kwamba katika uchaguzi wa serikali za mtaa wa mwaka 2024 wagombea wote wa CHADEMA walienguliwa kwa maelekezo ya rais huku akijua kwamba ni taarifa za uongo. Katika shtaka la pili ni hivyo

kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube ambazo zinadai kwamba polisi wote wa nchi hii wanatumika kwa ajili ya kuiba kura. Katika shtaka la tatu, na kwenyewe ni hilo hilo la kuchapisha taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube ambazo hizi zinasema kwamba majaji wote ni wa CCM na hivyo hawataweza kutenda haki, na wenyewe wanapenda kuteuliwa kuwa majaji wa rufani. Lakini baada ya kusomewa mashtaka hayo, mshtakiwa amekana mashtaka yote, na kwenye kesi ile ya kwanza ya uhaini mshtakiwa kuruhusiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hii aina mamlaka ya kusikiliza, lakini upande wa jamhuri umedai kwamba upelelezi wa kesi ya kwanza haujakamilika, lakini upelelezi wa kesi ya pili ambayo hii ni ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni tayari umekamilika. Kwa hivyo upande wa utetezi ukaomba mahakama iwaamuru kwamba zile ambazo kesi hazijakamilika au upelelezi haujakamilika uhakikisha wanafanya hivyo ili mshtakiwa aweze kuwa huru, na kufuatia hilo katika kesi ya pili yenyewe ameweza kutimiza masharti ya dhamana, lakini katika kesi ya kwanza yenyewe hakuruhusiwa kupata dhamana. Na baada ya yote hayo uh, upande huu wa jamhuri wenyewe umedai kwamba unaomba tarehe ili uweze kuja kwa ajili ya usikilizwaji wa maelezo ya awali katika kesi ya kwanza, lakini katika kesi ya pili itakuja hapa kwa ajili ya kutajwa. Kwa hivyo kufuatia hilo mahakimu wamedai kwamba kesi zote zitafika hapa tarehe 24 ya mwezi huu, ambayo moja inakuja kwa ajili ya kutajwa na nyingine inakuja kwa ajili ya usikilizwaji wa maelezo ya awali. Na kufuatia hilo mshtakiwa huyu mwenyewe amerudishwa rumandi kwa kuwa hajaweza kukidhi au kuweza kupata dhamana katika kesi ya kwanza ya uhaini. Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kupitia mtandao wa X amesema wanafuatilia kujua nini kimejiri kwa nguvu kubwa iliyotumika kumkamata na kumpiga mabomu kuwatawanya wafuasi wa chama hicho. Bungeni Dodoma, baadhi ya wabunge wa CHADEMA wakichangia bajeti ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu aligusia kuhusu kukamatwa kwake na dhana iliyoanzishwa ya chama hicho cha No Reform No Election, ambayo imewagawanya baadhi ya wanachama. Mkoani Ruvuma, jeshi la polisi limesitisha mikutano yote iliyopangwa kufanyika na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ukiwamo wa kuhitimisha ziara ya siku sita ya viongozi wakuu wa chama hicho uliopangwa kufanyika hii leo. Leo Alhamisi, Aprili 10, ya mwaka huu CHADEMA ilipanga kufanya mkutano wa hadhara katika uwanja wa Matawale ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha ziara ya siku sita ya viongozi wa kinadi ajenda ya No Reform No Election katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam.